Sifa ya kwanza, anawachukulia watu sawa sawa. Anaishi na maskini kama anavyoishi na matajiri na anaishi na matajiri kama anavyoishi na maskini. Yaani, hawabagui wote, anawachukulia sawa, anawasikiliza sawa sawa, na kuwaelewa sawa sawa. Hawasikilizi ili mradi tu kuwajibu, hapana, ila anawasikiliza kuwaelewa. Mtu ambaye anawachukulia watu sawa sawa huwa ana mvuto sana katika jamii kwa sababu haonekani kwamba ana upendeleo, lakini pia haonekani kuwa ana kiburi. Yeye haangalii cheo cha mtu, umaarufu wa mtu au kitu chochote isipokuwa yeye, watu wote kwake anawaona sawa. Sifa ya pili, ni mwepesi kukubali kosa na pia ni mwepesi kuomba msamaha. Anajua kuwa yeye ni binadamu hajakamilika, hivyo anakosea lakini, pia huwa hakasiriki anapokoselewa. Watu huvutiwa zaidi na watu ambao wakiambiwa wamekosea basi huwa wanakubali makosa yao na kuomba msamaha. Hivyo watu wa namna hii huwa wana mvuto sana katika jamii. Sifa ya tatu, hata ukimkatalia kitu huwa hakufanyi kuwa adui, badala yake anazidisha urafiki na hukupenda zaidi. Wanajua kuwa hata wewe ni binadamu, kwa hiyo unapitia matatizo kama yeye. Kwa hiyo kama amekuomba pesa na ukamkatalia, hata kama anajua unazo, hatakufanya kuwa adui, kwa kuwa anajua na wewe una changamoto zako. Hata kwenye mahusiano pia, watu hawa wenye mvuto kwa watu, hata kama wakikataliwa kwenye mahusiano huwa hawafanye alimkataa kuwa ni adui. Hapana, wanajua kila mtu ana vigezo vyake. Badala yake yule mtu alimkataa, wanaishi naye vizuri, wanaendelea kuwasiliana na kuwa marafiki kama kawaida. Sasa watu wa namna hii wanapendwa sana na watu, kwa sababu huwa wana mvuto wa kipekee. Sio kila mtu anaweza kuhimili kukataliwa. yajua kama sifa hizi unazo au la kama unazo ambia hapo chini kwenye comment. Kama huja subscribe tafadhali, bonyeza alama ya nyekunge hapo chini iliyoandikwa subscribe, like video hii ipate kufikia watu wengi, share video hii and bye bye.